Children. Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kutoka kaunti ya Garissa, wamelalamikia ukosefu wa mkalimani katika vituo vya polisi, wakisema inakuwa vigumu kutafsiri taarifa za waathiriwa wa dhulma za kijinsia, haswa kwa walemavu. Kwenye mkutano wa kutathmini changamoto zinazoibuka, wanaharakati hao wamesema hali hiyo inachangia waathiriwa kukosa haki na kuchangia ongezeko la unyanyapaa miongoni mwao. Na hao watu eh, wako na changamoto ya kwamba vile walisema wakienda kwa stesheni za polisi ku eh, report kesi zote, kama ni kesi za dhulma ya kijinsia ama kesi zote ambayo ina eh, happen kwa hao watu ama kwa walemavu, wako na changamoto kubwa, ambao eh, ofisi za kiserikali hasa Eh, eh, National Police Service, specifically police stations, ilisemekana ya kwamba hawana eh, a trained sign language interpreter. So tunaomba eh, Inspector generali mkuu at least atupatie eh, sign language eh, interpreters. in pia kwa kuna corruption pale kwa kutini and pia kwa gender desk za polisi ambazo zinafanya watu wasi, wasiendelee kuenda kutafuta hizi huduma za kutetea haki zao.